Halmashauri za mkoa huu na wadau wengine wote, na viongozi hawa wa kamati za shule, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani, tukae upya, tufikiri. Madarasa tutaendelea kujenga, matundu ya vyo tutaendelea kufanya, na madawati, na kwa sababu tunajua halmashauri pamoja na serikali kuu wanafanya, lakini sisi kwa upande wetu kama wanajamii tutafute utaratibu wa kuhakikisha kwamba shule zetu zinakuwa na uzio. Shule zetu tuhakikishe zinakuwa na uzio. Kwa kweli kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya usalama wa watoto wetu. Tuna baadhi ya watu si waungwana katika maeneo yetu, kweli, sio kweli? Yeah. Eh, eh, na kwa tungetaka watoto wetu wawe salama, wakiingia katika eneo hili wawe salama Watoto elfu mbili na ishirini sio watoto wa kuacha tu bila usalama wa kutosha. Kwa hiyo mimi hili nafikiri nitalibeba, kwa sababu nimeenda maeneo mengi na kilio ni uzio wa shule, kilio ni uzio wa shule. Ukienda majumbani kwetu unakuta kila watu wamejenga uzio, lakini wa, wa, na wanakaa watu wanne, watu watano. Sasa kama wanakaa watu wanne watano, kwa nini watu elfu mbili tusijenge nini, tusijenge tusijenge uzio? Na kwa hiyo hili tulibebe. Na tuliangalie kama, kama hitaji muhimu. Sio jipya hitaji hili, kila siku linasema lakini sijaona utekelezaji wake. Hebu tulione pamoja na shughuli zetu zingine zinazoenda kufanywa, tuhakikishe kwamba ili swala la uzio yawezekana tukaliweka awamu kwa awamu, awamu kwa awamu. Nitoka shule moja pale sijui inaitwa Itongo, wenzetu wale wameshaanza na tayari nafikiri wana karibu mifuko 150 kwa ajili ya kuanza na wanaitisha harambee mwezi wa sita, na mimi nikawaambia wakiitisha harambee, na mimi naomba nialikwe, nitafute na wadau wangu tuweze kupata fedha kwa ajili, wakati serikali na halmashauri wanashughulika na, na, na na mambo mengine, sisi tushughulike na mambo ya ujenzi wa fence. Nafikiri ni heshima kubwa sana, na kwa hiyo na nyie hapa kupitia mwenyekiti wenu wekeni mikakati, tukiona mikakati hiyo iko sahihi na sisi tutaona namna ya kuiunga mkono.